Umetea mradi wa milioni mia tatu diwani, ndio unatafuta mzabuni, anapatikana wapi? upate asilimia kumi. Tukienda hivyo, hatu hatutoboi, hatutoboi. Na bahatimbaya kwenye siasa hizi, ukipiga chenga chenga, wananchi wanaona, watakuadhibitu 20 30, wala sio mbali. Kwa niombe sana, twende tukafanye uadilifu, a wenzetu wataalamu watusaidie lakini sisi tuwe viungo vya kuhakikisha kwamba miradi yetu inasimamiwa kwa ubora unaotakiwa. Zimeundwa kamati hapa. natarajia kamati hizi zitakwenda kushirikiana na wakuu wa idara na mkurugenzi kuona mambo yaliyopangwa yanatekelezwa kwa wakati. Kwenye mwaka mimi, siku 255 sipo jimboni. Wanaoweza kusimamia haya ni nyinyi na makara kadhaa anapata shoti kwa sababu nyinyi mnashindwa kusimamia. Kwa hiyo sisi kama waheshimiwa madiwani tunao uwajibu wa kusimamia na kuhakikisha kwamba watu wetu wanashiriki katika shughuli hizo za ulinzi shirikishi. Tabia ya kiongozi kufika kwenye, kwenye idara fulani hususan nizunguzie kwenye, kwenye eneo la, la afya. Kule kwenye makata yetu tunaita tunaita zahanati. Taarifa ni nyingi za wananchi zinazohusiana ni wale watumishi wetu kwenye idara ya afya. Twendeni tukae wapole. Taarifa ni nyingi, na zikipatikana basi tukae tukae kwa ajili ya maslahi mapana ya kata zetu. Naambia kamba italegea kama tunapata matokeo ya kazi iliyokusudiwa. Ukilala sitalegeza kamba, ni kazi mpaka kieleweke. Kwa hiyo wahakikishie tu ushirikiano wa kutosha mtaupata. Sioni mtumishi yeyote ambaye anaweza kukosa uadilifu katika levo yoyote, hakuna. Kwa majina, ninaitwa Amina Hamisi Songa, ni diwani wa viti maalum tarafa yanamikupa Niombe vijana, tushirikiane, tushikamane, tusaidiane, na sisi kama wanawake, jukumu letu sisi ni kuona changamoto za wanawake wenzetu na sisi kama madiwani kuja kushauri halmashauri, hawa wanawake wana changamoto hizi hizi hizi hizi, hizi. Tunategemea mabadiliko mengi, kwa sababu asilimia kubwa ya madiwani ambao tumeingia safari kwenye baraza hili la madiwani ni vijana zaidi ya asilimia sabini. Maanake tunategemea tuene kuona mabadiliko ya tofauti kidogo kubwa. Tunakwenda kuifungua Tandaimba, halmashauri ya wilaya Tandaimba ndo halmashauri ya kwanza kwa mavuno ya korosho ndani ya nchi yetu ya Tanzania. Kwa hiyo, nitegemea uchumi wa korosho ama makusanyo yetu ya korosho, sisi kama wajumbe wa baraza la madiwani tunakwenda kutengeneza Tandahimba ya tofauti.